Wapendwa, taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristu. Mama Maria makiwa mtume utuombe. Kwa majina ni Mamake Phoebe, karibu kwenye channel hii yenye kukuletea masomo ya misa takatifu ya kila siku, rozari ya huruma ya Mungu, rozari ya mama Bikira Maria, rozari ya mateso saba ya mama Bikira Maria na rozari ya malaika mkuu, malaika Mkaeli. Leo twajiada kwa masomo ya misa Jumamosi katika oktava ya Pasaka. Somo la kwanza, Matendo ya Mitume sura ya nne mstari wa kumi na tatu hadi ishirini na moja Sisi hatuwezi kuacha kuyatangaza mambo tuliyoyaona na kuyasikia. Somo katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Siku zile wajumbe wa baraza la Shaldarini walipoona ujasiri wa Petro na Yohane na kuelewa yakuwa siyo watu wa elimu, ni watu wa kawaida, walishangaa na wakatabu wakawatabua kuwa wafuasi wa Yesu. Pia walimwona Yesu yule aliyeponywa amesimama pamoja nao, wakashindwa kujibu, wakamwamuru atoke barazani na wakashauriana faragani wao kwa wao, tufanye nini na watu hawa? Kutendwa miujiza nao kumejulikana, ni dhahiri kwa wakazi wote wa Yerusalemu, hatuwezi kukana. Lakini kusudi mambo hayo yasije yakaenea zaidi kati ya watu, tuwatishe wastaje tena jina hilo kwa mtu yeyote. Basi wakawaita na wakawakataza kabisa wasihubiri wala wasifundishe tena kwa jina la Yesu. Lakini Petro na Yohane wakawajibu, kama ni haki mbele ya Mungu kuwatii ninyi kuliko kumtii Mungu, amueni wenyewe. Sisi hatuwezi kuwacha kuyatangaza mambo tuliyoyaona na kuyasikia. Wakazidi kuwatisha, kisha wakawafungua ila hawakuona jia ya kuwaadhibu kwa sababu ya watu, kwa kuwa wote walimtukuza Mungu kwa ajili ya tukio hilo. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Zaburi ya kuitikizana, Zaburi sura ya mia moja kumi na nane mstari wa nne na mstari wa kumi na nne na kumi na tano kumi na sita hadi kumi na nane mstari wa kumi na tisa hadi ishirini na moja. Kitikio: ninakushukuru E Bwana kwa kuwa umenijibu. Ninakushukuru E Bwana kwa kuwa umenijibu. Ninakushukuru E Bwana kwa kuwa umenijibu. Ninakushukuru

yeye amekuwa mwokozi wangu. Sauti ya shangwe na ya ushindi inasikika katika hema za watu waadilifu ninakushukuru Ee Bwana, kwa kuwa umenijibu. Mkono wa kuume wa Bwana unatenda makuu. Bwana umeinu wa mkono wake wa kuume sitakufa bali nitaishi, nami nitayasimulia matendo ya Bwana. Bwanari ni adhibu kwa ukali sana, lakini hakuniacha nife na kushukuru. E Bwana, kwa kuwa umenijibu. Nifungulie ni malango ya haki, nami nitaingia na kumshukulu Bwana. Ulio mlango wa Bwana, ambao kupitia kwake watu waadilifu wana wanaingia. Takushukuru kwa kuwa umenisikiliza, nawe umekuwa

Aleluya a ah, Aleluya a ah, Aleluya a ah, Aleluya. Kidi siku alioifanya Bwana, tuifurahie na kuishangilia. Aleluya a Aleluya a ah, Aleluya a ah, Aleluya ah, Idio siku. Somo la Injili. Marko sura ya kumi na sita mstari wa tisa hadi kumi na tano Nendeni duniani kote, mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Marko. Utukufu kwako e Bwana. Baada ya kufuka alfajiri siku ya kwanza ya juma, Yesu alimtokea kwanza Maria Magdalena ambaye zamani alimtoa pepo wabaya saba. Huyo akaenda kuwapasha habari wafuasi wake waliokuwa wakiomboleza na kulia. Hao waliposikia ya kuwa yu hai na kwamba Maria Magdalena amemwona, hawakusadiki. Baada ya hayo, alijionyesha kwa sura nyingine, jiani kwa wafuasi wawili waliokuwa wakielekea sehemu ya mashambani, nao wakarudi wakawapasha habari wengine, lakini wao walikataa tena kusadiki. Mwisho aliwatokea wale kumi na mmoja walipokuwa mezani, akawakemea kwa sababu ya kuto kuamini kwao na ugumu wa mioyo yao, kwa kuwa walikataa kuwaamini wale waliomwona amefufuka katika wafu. Akawaambia, Nendeni duniani kote, mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Injili ya Bwana. Sifa kwako e Kristo.